Kwingine kwa mtazamaji, mgongano umeibuka ndani ya muungano wa upinzani huku naibu kiongozi wa chama cha DCP uh, Cleophas Malala na gavana Natembeya wa chama cha DAP-K wakirushiana maneno kwenye kampeni za uchaguzi mdogo, na Malala anadai kuwa Natembeya anatumiwa na Kenya Kwanza kuvuruga upinzani huku Natembeya naye akidai Malala ndiye anayehongwa na serikali kuvuruga upinzani. Ben Kirui anaarifu zaidi. <laughs> Kampeni za uchaguzi mdogo kisa East utakaofanyika Novemba tarehe 27 zimepanua nyufa ndani ya muungano wa upinzani huku viongozi wakuu wakigongana hadharani kuhusu wagombea wa vyama wa vipi watamenyana wapi. Mzozo huo ulizuka baada ya naibu kiongozi wa DCP Cleophas Malala kumshutumu gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na kudai kuwa anatumiwa na idara ya ujasusi kuvuruga umoja wa upinzani. Na tembeya ambaye ni mwanachama wa chama cha DAPK naye akimpa Malala vidonge vyake. Serikali imeenda ikaona kwamba tunaenda kushinda hii viti yote, imekuja ikapatia mmoja wetu pesa kwa jina George na Tembeya gavana, ikamwambia enda huko kisa East, enda chokora so that huko sisi wote tupoteze, serikali ipite. Nikikuwa dio mpaka niko gavana sahii. Sijawahi kula shilingi hata moja ya Ruto na sitawahi kukula. I will never. Nataka wale ambao wanaongea ongea ukuja watuambie hapa kama pia wamekula pesa ya Ruto ama hawajakula. Wanakula pesa ya Ruto usiku mchana, tunatembea na wao. Zogo likiibuliwa na Natembeya kutaka chama cha DCP kumwondoa mgombea wake kwenye uchaguzi huo mdogo ili kumpisha mgombea wa DAPK. Malala akisikitishwa na matamshi hayo na kuyataja kama kinyume na maazimio ya awali ya muungano wa upinzani. Tel George Natembea wacha kutumika na NIS kugawanisha united opposition. Amekuja kunichokora leo hapa Kisa East ati ndio mimi nikasirike nisiende kuwasaidia kule Malava, Alafu serikali ishinde Malava. Wacha kusikiza propaganda ya matuzi. Unapiga peke yako hapa, ni watu wa kutumwa kuja kuchanganya Waluya. Sikia sauti yangu. Sauti yangu, mimi na I speak from my heart. baadhi ya viongozi wa DCP kutoka kaunti ya Kakamega pia wanalaani matamshi ya Natembeya wakimtaka aache kuingilia siasa za Kakamega. mimi nimeenda kule, nataka kushika matunda niletee watu yangu, na muluya mwingine amekamata long yangu, anafuruta chini sasa mimi napata matunda ama ama na shika. Sitakuwa tu wangwana ama namna gani? Kirui, Runinga ya Citizen Nairobi.